Bili hii wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Lavrov alimwomba Marekani kusitisha mashambulizi dhidi ya kikundi cha waasi wa Yemeni, yaani Wahuthi. Katika kujibu hoja za mwakilishi wa Marekani, waziri huyo wa Urusi Sergey Lavrov alisisitiza haja ya kusitisha mara moja matumizi ya nguvu na umuhimu wa pande zote kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa ili kupata suluhisho litakalozuia machafuko zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump alianzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya Wahuti wa Yemen walioungana na Iran Jumamosi kwa sababu ya mashambulizi yao dhidi ya usafirishaji wa Bahari ya Shamu na kuua takribani watu thelathini na moja mwanzoni mwa kampeni inayotarajiwa kudumu kwa siku nyingi. Kwa upande mwingine, Rais wa Urusi Vladimir Putin amemtaka Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mapigano dhidi ya jeshi hilo la Yemen, lakini kumbuka kwamba rais Trump pia na yeye alimtaka rais huyo wa Urusi uweze kusitisha mapigano dhidi ya Ukraini. Sasa je, wawili hawa wamefanya kama vile kutambiana, huyu amemtaka mwenzake kuweza kusitisha vita vyake, na mwingine amemtaka mwenzake kuweza kusitisha vita vyake. Mimi na wewe tuwe, wapenzi watazamaji, tutazame tuone, nani atamsikiliza mwenzake. Je Trump atamsikiliza Putin kwamba aache vita dhidi ya jeshi hilo la Yemen au Putin na yeye atamsikiliza Trump ili kuacha vita na Ukraine tusubiri tuone na tutaendelea kukujuza hapa hapa kupitia Sawa Sawa Digital mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako